Na ana hapa kwenye jambo kubwa kabisa la kuliombea taifa letu kuombea viongozi wetu na kuombea nafsi zetu. Mei mosi ya mwaka huu, Mheshimiwa mgeni rasmi ni Mheshimiwa rais. Sisi Singida ni kina nani mpaka tusimpokee? Lazima tuwatoe watu wote wa Singida mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, tukajae mambaji ya kumpokea Mheshimiwa rais. Kweli, mwaka huu tuna uchaguzi, tuna uchaguzi wa nafasi ya Mheshimiwa rais, tuna uchaguzi wa wabunge, tuna uchaguzi wa madiwani, lakini nyinyi kazi hii mkiifanya, tunapita salama kama tulivyopita kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Na niwahakikishie umeme utakuja hapa, Mheshimiwa <coughs> <coughs> mwenyekiti <coughs> Dr. Samia kesha tafuta ufumbuzi Mitango imeshaingia kazi inaanza, na mradi umeanza kutekelezwa. yeah. yeah. kwa maji yatakuja ambavyo wameweza kutukimbilia na kutuheshimisha, si jambo rahisi kama alivyotangulia kuzungumza mtumishi wa Mungu kwamba kwa uchache wetu, mama yetu kutukimbilia. Tunakukaribisha sana kwenye kanisa la Yerusalemu mpya kit, lakini tunamshukuru Mungu kwamba baada ya ujenzi huu, japokuwa haujaisha, mama amekanyaga. Amen. Lakini naamini mama akikanyaga kuna jambo litaendelea. Amen. Huyu ni mama wangu muda mrefu, amenitoa mbali. Kwa hiyo nikimwona najisikia amani kwamba niko na mama, tumetoka naye mbali sana, ni mama yangu kabisa. Amen, hivyo nikukaribishe mama pamoja na uongozi wote kwenye kanisa la Ititi pamoja na kazi zangu mi ni za Dodoma, lakini mi ni mwenyekiti wa kanisa hili amen lakini mkaribishe meya nimefai yes. Kukona mamangu mmetuheshimisha yeah, sana najua kwa uchache wetu na dasi yupo nimeambiwa dasi mama amen. Karibu sana amen, amen, amen. <laughs> namshukuru Mungu kwa hilo kwa sababu kwa kweli serikali yote ipo mahali hapa si jambo dogo, amen. Siliya, lakini ni ushukuru uongozi wa serikali ya mtaa na kijiji chetu na uongozi wa chama pia umetukimbilia upo maliaba. Tuna tamasha kubwa la uimbaji tumekuwa nalo tangu asubuhi, lakini tunaendelea nalo, lakini tume pia tuna, tuna maombi kwa ajili ya uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Tumeona ni vyema siku ya leo tukaitumia pia kufanya maombi wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakalo liomba watafanyiwa na baba yangu aliye mbinguni kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nami nipo papo papo katikati yao amen bwana yesu asifiwe sana siku ya leo ni siku nzuri kwa ajili ya taifa letu, lakini kwa ajili ya mkoa wetu. Haleluya! Anasema wawili wenu watakapopatana jambo wakiomba, atalifanya kwa sababu gani? Wote tuliokusanyika hapa, tumekusanyika kwa jina la Yesu Kristo aliye yeah, hai, ambaye leo tunafanya kumbukizi ya kufufuka kwake. Haleluya! Kama tumekusanyika kwa jina hilo yaya na mbingu wako hapa kufanya kila kutokaco kiola pokeeni mahitaji yetu yote katika wakati uliobaki wa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Basi mimi naomba tusimame tuombe, tutakwenda kuombea taifa letu dakika chache tu. Mungu amesha sema lolote, tukipatana atafanya. Ombea viongozi walioko madarakani, tumuombee rais tumbee serikali yake, ombea bunge, ombea sine nafasi sote tatu pamoja na mahakama. Mungu aweke utulivu, ili tuendelee kuwa na amani. Mungu wetu na Baba yetu katika jina la Yesu Kristo mwana mwanaulungulie hai, wewe uliyeko utakaye kwepo tena, ukasema wawili watatu wanapokusanyika kwa jina langu, mimi nipo papo hapo katikati yao. Tuombe kwa ajili ya taifa letu, tuombe kwa ajili ya nchi yetu, tuombe kwa ajili ya serikali yetu, tuombe kwa ajili ya rais, tuombe kwa ajili ya wakuu wa mikoa wa nchi yetu. Asante kwa ajili ya hata mkuu wa mkoa pamoja na aliongozana nao. Baba, tunaomba ulinzi kwa sababu wewe ni mwaminifu asante, kwa sababu wewe unatosha. Baba, wasaidie kusimama katika zamu zao, asante, kwa sababu utawalinda, tawalinda adui akija kwa njia moja aka alafu tutaenda huku juu tumalize. Haleluya! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Juma Naivanga, mtendaji wa mtawa Titi. Mweshimiwa mkuu wa mkoa Lasi, Mweshimiwa mea wetu, mwenyekiti wa kanisa, mchungaji kiongozi, wainjilisi ulioko hapa na viongozi wote ulioko hapa na wageni omba, ni wakaribisheni. Titi Mweshimiwa mkuu wa mkoa kanisa hili sisi tunalichukulia ni familia ya tangia, wameanza kazi ya kutoa maneno ya Mungu hapa, tunashirikiana nao vizuri sana sana, sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kama alivyotangulia kusema wenzangu, inajua a majukumu mengi. Kwanza naomba nikupe pole na hongera, lipo jukumu la kitaifa ambalo limelipewa kwa muda mfupi na afula mno, lakini tunapopita mkuu wa mkoa tunaona kazi inayofanyika kwa muda mfupi na maendeleo yaliyopo, sisi tulio chini yako usizani hatujui. Watu wanasema uonekano ulete uwezekano. Una mwonekano wa kutusaidia wanasingina, na sisi tutakuunga mkono Mheshimiwa Mkuu. Kwamba nianze kutambulisha kiongozi, mjumbe wa kamati ya mtaa wala. Karibu. Asante sana, mtendaji wa mtaa wa Titi. Mimi kwa jina naitwa Rajab Andani Jingi. Ni mjumbe wa kamati ya mtaa wa Titi. Wageni wetu, karibuni sana. Hii ndio ni Titi. Nawashukuru watu wa kanisa kutualika kwenye hafla hii. Asanteni sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashirikiana vizuri na viongozi wa chama tawala tawi Naomba nimwalike mwenyeziwata. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu mkuu wa mkoa wa Singida, mama yetu, ndugu Dasi, ndugu meya wa mji wa Singida, tunafurahi. Tunaona maliona kizahili, ninaitwa Yerusalemu mpya. Yerusalemu tunajua ni eneo takatifu. Kwa hiyo kanisa hili litaleta utakatifu pia kwenye mtaa wetu wa Ititi, mtaa wetu wa Singida na Tanzania pia. Kwa majina anaitwa Omari Salum Mahami, katibu mwelezi wa tawi la CCM Ititi. Karibuni sana chama Amen. Amen. cha mapinduzi zangu kwa jina mimi naitwa Raha Hamisi ni mwenyekiti wa CCM Titi. Karibuni sana Titi, asante kwa kuwa, kama walivyosema na pamoja na nyimbo nyingi, lakini wamesema wataniombea taifa. Tunajua katika maombi yanaanza Ititi ya sisi watu wa Ititi, tunajua na baraka hizo tutazipata na sisi. Nimalizie kwa kumkaribisha mwenyekiti wetu mtaa, na yeye anaweza kawa na jambo. Karibu mwenyekiti, na asanteni peke kabisa ni kushukuru Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, baada ya kupata mwaliko umeona ututembelee jioni hii ili tuweze kujumuika kwenye maombi haya pamoja. nakushukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa niaba ya wananchi wa Titi, tunasema karibu tena Titi. Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, umepata nafasi fupi, naomba niseme mambo mawili tu. ni nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa utusaidie Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama unavyoona kanisa hili na vifaa hivi vinaendeshwa kwa nishati ya mafuta ambayo wanatumia inaleta. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi kama wananchi wa mtaa wa Itigi maeneo mengi hayana umeme. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tunajua umeme ni nishati ambayo inatoa mwananchi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini ni nishati ambayo inamsababisha binadamu aweze kupiga hatua za kimataifa. Uwepo wako mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunakuomba sana utuangalie kwa jicho la huruma wananchi wa utawa titi, hususan taasisi hii ya kanisa na watu wote waititia wa ambao ako maeneo haya karibu, basi wapate mshate mena ili waweze kupiga <laughs> Pili, mheshimiwa mkuu mkoa nika ni kuombe, tulikuwa tuna mradi wa miji ishirini na nane ya maji, ni mradi ambao ungewatua akina mama ndoo kichwani, lakini mpaka leo Mradi huo unasuasua, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukuombe na hili uliangalia ili wananchi wetu wapate huduma ya maji waweze kuwa na afya bora ili waweze kukutumikia Mungu vizuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na msafara wako naomba kuwasilisha asanteni. Haleluya, haleluya! Piga makofi mengi kwa muikiti wetu. Kwa kweli amenisaidia kwa sababu nilikuwa nataka nimkumbushe mama, nilishaenda kuomba umeme. Sasa kabla sijakumbusha mama, mama ameshajibu sema amejibu age. Basi kwa sababu ya muda nimkaribishe basi, kutokana na itifaki, nime mnanisaidia kwa majina, yanaitwa Naima Chondo, ni katibu tawala wilaya Singida. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu imefika Ititi. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kasema daima, naomba umsindikize tukapokee maombi kuliombea taifa. Endo ameniambia mkuu, nakushukuru sana kaka. Sijaongea nimtambulishe Mstahiki Meya Mheshimiwa yajikiaratu ni mstahiki meya wa manispaa Singida mheshimiwa simama mkoa. Na kwa heshima kubwa tumeongozana na mgeni rasmi mama yetu mpendwa mheshimiwa mkuu wa uh, mkoa, nina mambo mawili. Ya kwanza, tunashukuru sana kujumuika na wananchi wa Ititi katika siku hii ya baraka ya ufufuko wa Bwana Yesu, tunashukuru sana kwa nafasi hii. Tumejumuika, tumefurahika kwa pamoja, na nyimbo zilizokuwa zikiimbwa ni nzuri sana. Mheshimiwa umepokea ma, ma, ma baraka hapo. Na pili nimshukuru sana mheshimiwa, kama mlivyosema mama yetu katika maombi, tuwaombee sana viongozi wetu kila Jumapili, kila jioni, kila asubuhi kuanzia mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, mkuu wetu wa wilaya, mkuu anji, etu, wa nchi mama yetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, pamoja na viongozi wote. Tunaomba sana viongozi tusiache kuombea. Kwa mheshimiwa kwangu ni hayo, kwa itifaki tumkaribishe mstahiki mea haja ya salimia. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa dada yetu Halima Dedevu, lakini dada yangu mchungaji, kiongozi wa kanisa hili, mwenyekiti wa kanisa hili, baba mchungaji, katibu tawala, tambua uwepo wa viongozi wengine, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mzee wa kanisa, lakini mchungaji wetu kutoka VETA, waimbaji wote lakini uongozi wa mtaa wa Ititi wakiongozwa na mwenyekiti mtendaji wake lakini sana viongozi wetu wa chama tawi la Ititi namuona mheshimiwa mwenyekiti yuko hapo mwenezi yuko hapo nyumba serikali ya mtaa hii yote inaonyesha kwamba ni namna gani naishi vizuri na watu Amen. nami nisio nyuma na watu metuka fursa hii kumshukuru Mungu lakini nishukuru sana kwa baraka ya siku ya leo anafufuka Bwana Yesu na sisi tunafufuka naye katika kanisa la Yerusalemu. o yeah, fursa hii kwa niaba wa wa Manispaa ya Singida, kwanza, mchungaji, tukushukuru kwa tendo hili adhimu. Mngeweza kufanya jambo lolote, lakini mkaikumbuka serikali yenu, mkawakumbuka viongozi, lakini mkaikumbuka nchi yetu, lakini sambamba na hili imetuletea wageni nami kwa niaba ya wananchi wa Singida niwakaribisheni wageni wote, karibuni Singida. Amin. Singida ni nzuri sana, naamini mm -hmm. nimepita pita mmeona yeah, lakini hapa ititi tumepima, tumezungukwa na viwanja vingi, kwa ni fursa pia nyinyi kuembeza Singida. Karibuni, viwanja viko, mtamwona, mwenyekiti ataonyesha maeneo, karibuni sana. Amin. lakini ni jambo zenu jema kuombea watawala na viongozi ili kuwatia nguvu na kuwatolea vikwazo katika utawala wao. Niwashukuru sana kwa jambo hilo adhimu. Dua hizi na, na maombi haya najua amefikia Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, baraza lake la mawaziri, lakini zimeshuka kwa mama yetu Mama Halima Dendegu kwetu wilaya ya godu gondwa na katika utawala wake, na hata sisi wengine, najua baraka hizo zimetupata kwao. Tuombee uchaguzi, tuombea amani ya nchi yetu, lakini tuendelee kuyaishi yale ambayo tunaambiwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Niwatakieni kila la heri, muwe na Pasaka njema, najue kila mtu a wake umefufuka, akiamini kwamba tunakwenda kuiona Yerusalemu mpya ya kule sohi. makofi mengi kwa mea, makofi mengi mea, ametisha kabisa Amen. Mea ametisha basi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa basi tukukaribishe mama yetu, useme kitu, alafu Mungu aweze kutukuzwa amen, amen. makofi kwa mkuu wa mkoa, mkoa. makofi kwa mkuu wa mkoa amen, amen. wa manispaa yetu ya Singida, katibu tawala wa wilaya yetu ya Singida, mheshimiwa mwenyekiti wa kanisa letu la Yerusalemu mpya, mama mchungaji mwanangu Esther, na viongozi wote wanaokusaidia kuendesha kanisa hili, waheshimiwa wachungaji wote tuliokuja kuungana pamoja siku ya leo, waheshimiwa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wetu wa mtaa huu wa Ititi na mitaa jirani, wageni wetu kutoka Dar es Salaam, waumini wote wa kanisa hili, waimbaji wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana asifiwe! Tumsifu Yesu Kristu, Mwana Kondoa ameshinda. Ninashukuru sana. Awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa kibali, tumekuja kuonana hapa kwenye jambo kubwa kabisa, jambo la kuliombea taifa letu, kuombea viongozi wetu na kuombea nafsi zetu. Mheshimiwa mwenyekiti wa kanisa, kama alivyosema, huyu mimi ni mwanangu, yeye na Esther ni watoto wamili na wakati wanalipanga hili sikutegemea, tumefika hapa kwayo. Mimi nazidi kuombea kwa, kwa Mwenyezi Mungu kwa huduma hii iendelee kukuwa na kushamiri Amen. Pasara, kwa sababu siku tu Mwenyezi Mungu amesikia. ni kushukuru sana cugaji sa mara nyingi watu wanajali waumini, lakini leo kupanga mkusanyiko huu nnakuja kuliombea taifa hili. Hili hili ni jambo kubwa sana. Mungu akaendelee kutenda kwa ajili yako na familia na kuhakikisha kanisa letu linakuwa. Amen. Lakini niwapongeze sana viongozi wa chama na serikali wa mtaa huu wa Ititi kwa kutambua jambo hili ni kubwa katika mtaa wao, lakini kutenga muda na kufika hapa na wenyewe kwa kutambua hilo wakaamua kuja. Mimi nawapongeza sana. Amen, mmefanya vizuri sana. Lakini ni kweli mwaka huu tuna uchaguzi. Tuna uchaguzi wa nafasi ya mheshimiwa rais, tuna uchaguzi wa wabunge, tuna uchaguzi wa madiwani. Sasa uchaguzi siku zote mmeshaanza kuona joto lake, mmeshaanza kuona vurugu zake, lakini nyinyi kazi hii mkiifanya tunapita salama kama tulivyopita kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa. Na niwaambie mimi mshabiki wenu mkubwa, kweli kweli, kuuliza kwenye kiti pa hizi flash flash zipo, yaani mimi katika gari yangu nyumbani kwangu watoto wangu wanajua almost 80% yalipo nazisikiliza ni gospel. Nazisikiliza kwa sababu mimi ni Muislamu, si ndio? Uislamu naujua, sijaujua wote, lakini naujua kwa sababu nimesoma, nimepita zuoni huko, lakini huu upande wa pili nimeujua zaidi kwa kusikiliza gospel. Kwa nini tunampogea kwa, kwa chakwe? Kwa sababu ametuona wana Singida, ametugusa kwenye elimu, ametugusa kwenye maji, ametugusa kwenye afya, ametugusa kwenye nishati, ametugusa kwenye barabara na nini, mashuhuda lami naendelea. Hiyo hapa sasa. Haya madogo kwa hapa, kukosa umeme tulishaanza na niwahakikishie umeme utakuja hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa taa lazima ziwake lakini mradi wetu wa maji wa miji 28, nimshukuru sana pia mwenyekiti wetu wa mtaa anakumbusha mambo ya msingi. Ule mradi ulikwama kutokana na miundombinu ya uchimbaji ya visima vikubwa kwa ajili ya maji. Maji yetu mkoa wa Singida yako chini sana, usawa wa ardhi. Mheshimiwa mwenyekiti, Dr. Samia ameshatafuta ufumbuzi, mitambo imeshaingia, kazi inaanza na mradi umeanza kutekelezwa. Kwa maji yatakuja. Kila kona tunataka tuwatue kina mama ndio kichwa. Amen. Lakini umeme, gesi mikagarifu iliyoenda viwandani ni nishati safi ya kupikia yes. Ili tunapokuja kuabudu hapa kanisani tusije na masizi ya kuni kwa mama mchungaji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hayo nilisema ni yaseme, lakini kama mama leo vijana wangu wameniita Nimepaona eneo hili nitafanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya maimosi, mimi ni mgeni wenu. Ni upendo na mradi leo nimeshuhudia mkimuombea, mkipiga maneno hapa, na mimi nitapeleka salamu kwamba hapa Singida siku ya leo tarehe ishirini kuna watu walikaa chini, Mheshimiwa Rais wakakuombea. nitafanya nini? nitapeleka salamu, lakini salamu zingine nitazipeleka kwa comrade dada yangu Martha Mlata. Yeye ni mwimbaji mzuri sana, siku hiyo atakuja kuanza yeye kuimba afu sisi tutafuata. Na siku hiyo mheshimiwa mwenyekiti, tunataka tufike hapa saa 4 asubuhi tuondoke kama saa hizi.